Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ni siku nyingine ambayo tena Yesu ametupa Roho Mtakatifu, ni mwaminifu. Uh, natamani tujifunze leo jambo kwenye neno la Mungu. Ukisoma Warumi sita pale tume Paulo anauliza tuendelee kutenda dhambi kwa sababu neema ipo? Anasema amjui ya kuwa sisi tumeifilia dhambi, tutaishije tena katika dhambi? Kwa mwamini ni mtu aliye kufa kwa habari ya dhambi. Mwamini amekufa kwa habari ya dhambi. Amekufaje? Bibilia anasema yeye asiyejua dhambi, katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza tano kumi na saba na Wakorinto wa pili, Korinto wa pili tano ishirini na moja wa wa, anasema ta, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili situpate tupate kuwa haki ya Mungu. Yesu alifanyika dhambi na dhambi ilidai mauti, mshahara wa dhambi ni mauti kwa Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi, na akafufuka akiwa ameishinda dhambi. Biblia inasema kama Kristo akufufuka, imani yenu ni bure, mgharimo katika dhambi zenu. Kwa hiyo, kumbe Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo, alifanyika dhambi kwa ajili yetu, sio kwa ajili yake. Kwa hiyo, anayekuja kuamini anakuja kuchukua hii identity au ile namna ambayo Yesu alimfanyia Yesu. Kwa hiyo Yesu alikufa kwa habari ya dhambi, akafufuka kwa habari ya haki. Kwa aliyeamini hii kazi, maana yake anapokea kile alichofanyiwa, maana yake na yeye akishaamini anahesabika amekufa kwa habari ya dhambi, sio kwa sababu alishawahi kufa, ni kwa sababu amepokea ile kazi. Kwa hiyo anapopokea, automatic anapokea ile kazi, anahesabika amekufa kwa habari ya dhambi, na anahesabika yu hai kwa sababu ya haki. Waefeso mbili pale mstari wa kwanza anasema, zamani ninyi mlikuwa mmekufa kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Hawa walikuwa wamekufa kwa sababu ya makosa lakini, walikuwa wanaendelea kuishi, kwa sababu, kwa ajili ya mwili, kwa sababu anaongea nao sasa hivi wakiwa wako hai. Anasema zamani walikuwa wamekufa. Walikuwa hawajafa kifo cha kufukiwa chini, walikuwa wamekufa kifo cha roho. Maana yake ni kwamba zamani ninyi mlikuwa mmekufa. Kwao walikuwa wanatembea, lakini walikuwa wamekufa. Kwa hiyo mtu asiyeamini ni mtu mwenye dhambi, ni mtu aliyekufa japo anatembea. Kwao muamini amekufa kwa habari ya haki lakini yuhai kwa habari ya dhambi. Asiyeamini mwamini ko, asiamini hata kama anatenda matendo mazuri, lakini hajaamini kazi ya Yesu, amekufa kwa habari ya haki, yuhai kwa habari ya dhambi. Aliyeamini hata kama anatenda matendo mabaya, amekufa kwa habari ya dhambi, yuhai kwa habari ya haki, kwa sababu amechukua identity ya Yesu. Yesu alifanyaje? Alikufa kwa ajili ya dhambi, amefufuka kwa sababu ya haki. Kwa mwamini, anaishi kwa sababu ya haki, amekufa kwa sababu ya dhambi. Dhambi haipo tena kwa mwamini, ahesabiwi tena dhambi, kwa sababu katika Kristo huyu amepata haki ile ile. Biblia nasema katika hili, pendo limekamilika kama alivyo yeye ndivyo na sisi tulivyo ulimwenguni humu. Yaani, tumepokea asili ya Kristo. Kama alivyo yeye ndivyo na sisi tulivyo. Yesu yukoja amekufa kwa habari ya dhambi, anaishi kwa habari ya haki. Maana yake ni kwamba na sisi ndivyo tunavyoonekana, tumekufa kwa habari ya dhambi, sio kwa sababu tulikufa. Tumechukua ile identiti yake aliyoipata baada ya kushinda mauti. Kwa mwamini amekufa kwa habari ya dhambi, anaishi kwa habari ya haki, hata kama anaendelea kukosea maana yake anavyoendelea kujiangalia namna alivyokufa kwa habari ya dhambi, ndivyo anavyokuwa perfected kuishi ile asili aliyopokea katika Kristo. Asiyeamini, hata kama anafanya matendo mema, amefundishwa katika kacha zake, katika utaratibu wake wa kitamaduni amefundishwa kwamba na amefungiwa ndani tangu mtoto mpaka anakuwa mtu mzima, anapelekewa chakula, hajawahi kutukana, hajawahi kuzini, hajawahi kufanya, kufanya chochote wala kusema umbea, amefungiwa ndani, lakini aamini amekufa kwa habari ya haki, anaishi au yuko hai kwa habari ya dhambi. Kwa mwamini, umekufa kwa habari ya dhambi. Anasema, je tuendelee kutenda dhambi kwa sababu neema ipo? Anasema hapana, sisi tulioifilia dhambi tutaishije tena kwa dhambi? Sisi tumekufa kwa habari ya dhambi, yani tumekufa kwa sababu tumechukua identity yake. Alikufa kwa ajili yetu akafufuka kwa ajili yetu, amefufuka akiwa hana dhambi. Ndio maana atuandikia katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana pale mstari wa pili mbili moja, anasema watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi uh, tunaye mwombezi Yesu Kristo mwenye haki, sio mwenye dhambi tena, mwenye haki. So always we supposed to remember we are dead in the matter of sin. How tunavyotembea barabarani, tumekufa kwa habari ya dhambi, dhambi haipo tena sisi tuna asili mpya, asili isiyo na dhambi. Kwa sababu gani? Katika Kristo, tulivyoamini kile alichotufanyia, alikufa kwa, kwa sababu yetu, akafufuka kwa sababu yetu, sio kwa sababu yake, kwa sababu yetu, ili sisi sasa tupate kuokolewa, tupate kupokea ile asili, maanake tunapokea haki. Kwa hiyo na sisi tumekufa kwa habari ya dhambi tumekufa kwa habari ya dhambi, tunaishi kwa habari ya haki, kwa sababu ndio haki tulioipata. Kwa mwamini anaishi kwa habari ya haki, yeye anayo haki, yeye ni haki, anaishi kwa habari ya haki, lakini ni katika Kristo. Amen.